Naitwa Paul Mpate na kwa po muda mrefu sana watu wengi walikuwa wananiomba niwafundishe namna ya kushuti, namna ya kuwa kameramani. Unawezaji kuwa kameramani, umemaliza shule, uko mkoani au uko Dar es au huko popote pale ulipo, unatamani kuwa kameramani. Unaona watu wanashuti muziki, watu wanashuti wahubiri, watu wanashuti film, watu wanashuti vitu mbalimbali, documentary, matangazo, na imekuwa ni ajira kubwa sana hapa mjini, na watu wengi wanafanya hii kazi, na imewatoa kiukweli na mpaka nafikia hatua sasa, naanza kufundisha hii maanake, tayari nimeona, uh, watu wengi wakiwa wamenifata wakitaka niwafundishe. Sasa, kwa sababu niko bize sana na kazi nyingi, na nimeamua kutumia platform hii, ili wote kwa ujumla wapate kujifunza, ili waweze kuelewa vizuri kabisa hii kazi. Lakini kama hatuwezi uh, kwenda mbali zaidi, lazima uanze kujifunza hatua ya awali. Hatua ya awali kwenye ukamelamani, lazima uanze kujifunza shots muhimu kabisa katika eh, kameramani. Kama uzijui hizi, maanake wewe sio kameramani. Kwa hiyo shoti ya kwanza ni inaitwa extreme wrong shot. Kwa hiyo kama unapenda karatasi, andika extreme wrong shot. shot hii zamani <coughs> shoti hii ni kama unavyoiona, inachukua maeneo yote, inachukua kila kitu na hakikisha kila kitu kinakuwa clear Ai, lazima kusiwe na autofocus, kila kitu kiwe clear na unachukua eneo zima, unachukua anga, unachukua ardhi, unachukua kila kitu, unachukua maeneo yote. Shoti hii inalenga hasa kuchukua uh, kuonesha mazingira yalivyo. Umeelewa? Na inashauriwa kwa mtu anayeanza movie kufungua sini, lazima ufungue na hii, ili mtu anayetazama awe na uelewa kwamba hili eneo la aina fulani. Kwa hiyo lengo lake kubwa ya shoti hii ni kuonesha eh, sehemu husika, ni mazingira yake yapoje, hali yake ya hewa ipoje, na kuna vitu gani ambavyo vimezunguka katika mazingira hayo. Kwa hiyo shoti hii ni ya muhimu kabisa, unaweza ukatumia katika kuifungua sini yako. Sini yako ukaifungua kwa extreme long shot, basi utakuwa umetisha sana sana sana sana, na lazima uzingatie extreme long shot, usi, haina, haina, haina autofocus, yote inakuwa ni in focus, vyote vinaonekana vizuri katika detail nzuri kabisa kabisa kabisa nahakikisha um, anga inaonekana, ardhi inaonekana na vitu ambavyo vimezunguka hilo eneo pia vyote vinaonekana kwa ukubwa. Kwa hiyo unaweza ukashuti eneo kubwa zaidi zaidi zaidi zaidi, ili kuonesha mazingira hayo yalipo, uh, yapo katika uh, mazingira gani. Kwa hiyo shuti hii ni nzuri sana ukiitumia katika kufungua sini sini yako inakuwa inapendeza sana kama ukifungua katika wrong, uh, shot. Kwa hiyo hii inaitwa extreme wrong shot, usisao extreme wrong shot ina ni nzuri kwa ajili ya kufungua. Sawa, mmeona kuna mtu hapo anapita anatoka kule. Yes, nafikiri maelezo hayo yanatosha. Tunakuja katika shoti hii. Shoti hii inaitwa medium close up, medium close up. Uh, hii ni nzuri ambayo inahusika ina tunakatia tuna kwenye kifua kwenda juu, sawa. Unakata kwenye kifua kwenda juu, hii inaitwa medium close up. Umeelewa? Uh, kwao hii inahusika sana kuonyesha, eh, movement kidogo na hisia za mtu kwa, kwa karibu. Kwa hiyo unaweza ukaitumia, eh, ya pili, eh, kutoka katika ile extreme long shot, ukaja medium close up. Siku nyingine itafika, nitafundisha namna ya kuzikombine kwa pamoja ili kutengeneza scene, lakini leo tunajifunza aina uh, ya shot. Kwa hiyo shoti hii inaitwa medium close up, kwa hiyo andika. Kama uijui hii, basi bado hujawa kameraman. Ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. iko hapa kuanzia kwenye kifua. Umeona hapo kwenye kifua hapo, eh, inakwenda juu zaidi, lakini hakikisha Background yake inakuwa ina autofocus isiwe sana iwe kidogo tu, kama unavyoona umeona hiyo. Yes, leo sipo katika kufundisha color collection, sipo katika kufundisha color grade. Leo nipo katika kufundisha aina ya shot, na hii ni shot ya pili. Ile ya kwanza inaitwa uh, extreme long shot, hii ya pili inaitwa medium close up. Hii nimekwambia inakatwa kuanzia hapa kwenye kifua kwenda juu zaidi lakini background yake lazima iwe na out of focus. Yes, inafichwa fichwa kidogo na mabla kama jinsi unavyoona, lakini ile point ile dhumuni yule usika kabisa, shaba yako ya kushuti iwe inaonekana vizuri kwao. Mlengwa um, anakuwa ni in focus, na background inakuwa out of focus, kwa utakuwa umeipiga vizuri kabisa hii shot ya kuanzia kwenye kifua Watu wengi wanakosea, wanapiga shoti hovyo hovyo, hazina mpangilio. Ndio maana movie una shuti movie, movie haieleweki, movie ya yani haitamaziki. Umeona, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo lazima utumie uh, vitu kama hivi katika kupata uh, movie nzuri au kitu chako kizuri kama documentary na nini na nini, lakini hii pia unaweza ukaitumia katika matumizi mengi. Unaweza ukatumia kwenye film, lakini pia unaweza ukatumia kwenye documentary uh, kwenye interviews interviews news nyingi zinakuwa ni wanapiga hii shot inaitwa uh, medium close up. Wanapiga hii sana sana sana sana kwa kwenye interview eh, shot hii inafanya vizuri sana lakini, pia unaweza ukatumia kwenye muziki. Yes, kuonesha vitendo kidogo na hisia. Hii shot hii ni nzuri sana kwa, unaweza ukaitumia kwenye muziki na pia unaweza ukaitumia katika eh, interview, lakini pia unaweza ukaitumia kwenye film kuonesha vitendo kidogo na hisia. Yes. Shoti hii ni nzuri sana, unaweza ukaitumia katika maeneo yote hayo ambayo nimekuambia: uh, music, interview, uh, film, documentary yote unaweza ukaitumia shoti hii, na shoti hii ikawa bomba kabisa kabisa. Lakini kama ndo kwanza unaitazama video hii na hauja subscribe. Hebu subscribe kwa sababu lengo uh, ya hii channel sasa nimeamua ku wapa tu elimu bure kabisa bila kutoa hata mia. Nawapa elimu bure bila kutoa hata mia kabisa kabisa. Kama unataka kujifunza video production, hatua ya awali lazima ujue namna gani ya kushuti, namna gani ya kuwa kameramani bora. Kwa hiyo leo tunazungumza aina ya shot, na hii inaitwa medium close up, si sawa? Yes. Tukitoka medium close up shot, tunakuja kwenye shot nyingine nzuri kabisa. Hii inaitwa long shot. Long shot inataka ifanane kidogo sana na ile shoti ya extreme wrong shot, inataka ifanane, lakini hii shoti hii ni tofauti. Kama uko makini, ni tofauti sana. Kama uko makini na utofauti wake, hii haichukui maeneo kwa upana sana, inachukua kidogo tu. Lengo ni kumwonyesha mtu kuanzia kichwani mpaka miguuni. Kumbuka ile ya kwanza ambayo inaitwa extreme rock shot inachukua maeneo yote, kwa lengo ni kuonesha mazingira ya hilo eneo husika ya poje. Lakini shoti hii lengo lake siyo kuonesha mazingira ya poje a, ni kumuonesha huyu mtu kuanzia juu mpaka chini, amevaaje, kama anatembea anatembeaje, anafanya nini. Lazima kwa lazima ioneshwe kwa uwazi, kwa uwazi mkubwa. Umeelewa? Kwa hiyo shoti hii lazima imwonyeshe huyu e, mtu anafanya nini. Umeelewa? Kwa hiyo lazima uikatie e, sentimita moja au mbili kutoka juu na sentimita moja au mbili kutoka chini, isiende mbali sana. Yes, kama kamera yako nzuri, unaweza ukaishuti hii na background ikawa out of focus. Kama kamera yako ni mwenzangu na mimi basi, unaweza ukashuti tu yote ikawa ni on, eh, eh, in focus, sio mbaya. Yes, hapo utakuwa umenyelewa. Shoti hii ni nzuri sana. Stop kidogo, alafu tunakuja kurudi, tunaendelea. Kwa hiyo hii inaitwa extreme close up. Extreme close up hii bwana unakata kwenye paji la uso kidogo kwenda juu, lakini pia unakata kwenye kidevu. Lengo la hii shoti ni kuonesha hisia ya mtu karibu kabisa. Shoti hii naomba usiitumie kwenye mziki, tafadhali tafadhali, tafadhali, kwa sababu mziki ni vitendo na hisia. Kwenye movie inaruhusiwa, kwa sababu inatumika hasa kwenye kwa sababu ni hisia sana. Muvi lazima uoneshe hisia za mtu. Kama analia ndo lazima ushoti hii yes. Kama amekasirika lazima ushoti. Kwa shoti hii ni nadra sana kuitumia, labda kuwe eh, kuna mazingira yanayokulazimisha ushoti hii, ili kuonesha uhalisia wa kitu au wa mtu, sana sana wa mtu. Kwa hiyo kama analia Yes, na yuko vizuri, acta wako ni mzuri, anaweza akalia vizuri, au amekasirika, au amecheka, au amefanyeje, unataka kuonesha vizuri. Kwa hiyo, hii shot usiitumie kwenye mziki, sio nzuri kwa sababu mziki ni vitendo na na hisia, na pia usitumie kwenye interview. Hii sio shot ya interview mzee, yes. Hii sana sana kwenye movie na kwenye kini, kwenye movie ni nadra sana, lazima ujue kwa nini unataka kuishuti hii Shoti hii ina, ina imelengwa kuonyesha hisia ya mtu bila kutumia uh, viungo vyake kama mikono na mwendo na movement anazozifanya kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo shoti hii inaonyesha kabisa kwamba mtu amekaa. Lazima huyu mtu awe amekaa ametulia. Yes, ametulia. Kwa hiyo unamshuti kwanzia hapo, jinsi nilivyokatwa hapo, ehe, kwenye paji la uso kidogo, unaikata kidogo na kwa kwenye kidevu hapo unaikata. Kwa inaitwa extreme long shot. Haifanani na ile eh, medium close up. Sawa? Eh, sorry. Hii inaitwa extreme close up na ile ambayo imetoka inaitwa medium close up. Ni tofauti. Ile nimesema inakatwa kwenye kifua kwenda juu lakini hii inakata kichwa. Umeona hapo, umeona kwenye kichwa hapo, kozea kwenye paji hapo la uso umeona hapo Yes, na chini hapo kwenye kidevu yes. Tafadhali usi, usije ukashuti usi hii mziki mzee. E, yaani unaweza mteja akaona sielewe nini kile ambacho umefanya, lakini pia usishuti kwenye kwenye kwenye kwenye interview hii. Interview ukishuti hivi, yani unakuwa umetoka nje ya lengo, lakini kwenye movie rocks, lakini nadra sana, labda kuwe kuna hisia ambazo hisia hizo lazima zionekane kwa ukaribu, basi unaweza ukashuti hii na inategemea muvi gani. Kwa mfano muvi za za kutisha, unaweza kuonesha hii ili uoneshe mtu anavyoogopa, umeelewa? Au mtu anavyotisha. Hey, umemtengeneza mtu anatisha, labda umempaka paka makeup za kutisha, labda zombi nini na nini. Kwa hiyo unaweza ukamshuti hii kwa karibu, ili kuonesha jinsi anavyotisha, au mtu anayeogopa eh. hey, unaweza ukashuti hii kuonesha namna gani anavyoogopa au anavyotazama. Kwa hiyo unaweza ukaitumia katika mazingira kama hayo. Yes, inaitwa extreme close up. Usisahau eh, extreme close up, umeona hivyo? Yes, yes. Kwa hiyo tunaingia kwenye shot nyingine. Hii shot nyingine inaitwa medium shot. Sasa hii medium shot bwana, inataka ifanane na ile ambayo inaitwa medium close up, lakini haifanani. ukiwa makini utagundua haifanani kabisa na ile. kivipi hii haifanani? nakuja kukueleza hapa. ile kumbuka, nilisema unakata kwenye kifua kwenda juu, lakini hii imeshuka kidogo chini eh? Inakata kwenye tumbo, umeona hapo kwenye tumbo hapo eh? Imemkatia hapo. Kwa hiyo kitendo cha kukata kwenye tumbo kwenda juu, maanake tayari umeshaondoka kwenye medium close up, umeingia kwenye medium shot. Yes, umeona huyu jamaa ameitumia eh? Kuna mtu anaingia kwenye shoti kule, umemwona? k unaweza ukaitumia hii pia, unaweza ukaitumia kwenye interview, japo nashauri sana kwenye interview kwa wale wanaotaka kufanya media ya habari, na shauri sana inapendeza shoti ya ile medium close up. Lakini kama utapenda kuitumia hii pia, sio mbaya, unaweza ukaitumia kwa ajili ya habari na ikawa nzuri, lakini ni nzuri pia kwa mziki. Yes, hii kwa mziki iko vizuri tofauti na ile ambayo imetoka hapo mwanzoni. Eh, lakini hii kwa mziki unaweza ukaitumia vizuri kwa sababu mtu anaweza kaji akajiachia eh, kidogo mikono akaichezesha na akacheza katigisha na kichwa na nina vitu kama hivyo na maeneo e, eh, kwa kiwango kidogo vikaonekana. Yes, hii kwa mziki iko vizuri, lakini kwa interview pia iko vizuri, lakini sio sana kama ile eh, eh, ile ile medium close up kwa hii medium shot Unaweza ukaitumia kwenye fira, unaweza ukaitumia kwenye interview, unaweza ukaitumia kwenye mziki, unaweza ukaitumia kwenye documentary, unaweza ukatumia kwenye kushuti harusi au event yoyote, hili unaweza ukaitumia hii. Ni vizuri kuzingatia, unakatia kwanzia wapi. Hii unakata kwenye tumbo kwenda juu, ni vizuri sana ukazingatia mazingira kama hayo. Yes, mwona mtu kama huyo eh, anasisisha mikono nini nini fresh Okay, tunatoka katika shuti hile, tunakuja kwenye shuti nyingine ambayo hii inaitwa medium long shot. Hii medium long shot. Najua mwanafunzi uh, wangu tayari unapeni na karatasi, ndiyo? Yeah, umeangaika sana kupata hii elimu kwa Kiingereza huwelewi sasa nakuletea kwa Kiswahili iliweze kuelewa. Hii inaitwa medium long shot. Hii bwana ni tofauti na zile zilizopita. Hii bwana unakatia kwenye magoti hapo kwenye maungiwa hapo. Ehe, unaikatia kwenye magoti mwangi, unaenda juu juu, unaweza kaenda e, kutoka kwenye kichwa sentimita mbili au sentimita kutoka kwenye kichwa, kitu kama hicho. So umeona hapo jinsi ilivyo, hivyo hivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo inaitwa medium long shot. Shoti hii ni nzuri kwa mziki, unaweza kaitumia, lakini shoti hii pia unaweza kaitumia kwenye film, lakini kwenye film sio sana hii haipendezi sana kwenye filamu, labda kama kuna mazingira yanakulazimisha ushuti medium rock shot. Lakini shoti hii pia haipendezi sana kwenye interview. Yes, haipendezi sana kwenye interview, labda kama kuwe kuna mazingira yanakulazimisha ushuti hivyo, lakini haipendezi sana kwenye interview, lakini inapendeza pia kwenye kwenye mziki, kwa unaweza ukaitumia kwenye mziki Yes na ukatumia kwenye filamu, lakini kwa katika mazingira yanayokulazimisha. Kama hakuna mazingira yanayokulazimisha hivyo, usitumie kwenye filamu wala usitumie kwenye kwenye interview. Tumia labda kwenye mziki, mziki fresh, mziki kwenye hii. E, watu wengi wanashuti na inafanya vizuri kabisa. Kumbuka shoti hizi zote zimetulia eh? Yes, aichezichezi. Kumbuka lazima uwe na, na kamera lazima uwe na stendi, ni muhimu sana kwa sababu kitendo cha eh, kamera yako kushekisheki kuchezacheza, unatengeneza shoti nyingine na inakuwa ina maana nyingine tofauti na lengo. Siku nyingine nitafundisha aina ya shoti na namna ambavyo unaweza ukashuti kitu kikaeleweka. Na ndio maana makameramani wengi wana struggle kupambana kutengeneza kitu kizuri kinachoeleweka na wanashindwa. E, eh, wanashindwa kushuti film, wanashindwa kushuti mziki, wanashindwa kushuti interview, wanashindwa kushuti documentary, wanashindwa kushuti, kushuti event kwa sababu hawajui aina yeah, hizi za shot. Kwa hiyo inaitwa medium long shot usisahau. Okay, tunaenda kwenye shot nyingine. Hii shot nyingine inaitwa cutting. Hii cutting bwana inapendeza kwenye mziki inapendeza kwenye uh, kwenye filamu. Lengo ni kuonesha uh, kitu alichoshika mlengwa kwa ukaribu zaidi eh, au nini anafanya kwa ukaribu zaidi. Kwa mfano, mtu labda yuko bombani anachota maji, kwa hiyo lazima afungue bomba pale. Kwa wakati anafungua bomba unaweza ukashuti namna shot ya karibu kabisa kuonesha mkono na ile bomba kwa karibu kabisa, jinsi anavyofungua. Kwa mfano kama huyu anasoma barua kwa, unaweza ukapiga kabisa ili kuonesha hiyo barua inasema nini. Kwa unaweza ukashuti hivyo na ukaonyesha kwa ukaribu kabisa, hii barua inasema kitu fulani, inazungumza nini, inazungumza nini, au sio? <laughs> yes ni inapendeza sana kwenye movie yani, kama movie yako umeishuti mwanzo mwisho, hakuna kitu kama hiki, movie yako bado haijanoga. Kwao ni vizuri sana kuzingatia eh, shoti unaposhuti katika movie yako au kwenye mziki wako. Kwa mfano kwenye movie mtu anakaa pale kengenge, movie inaanza pale au sio? anatokea pale au sio, anatoa bunduki kutoka katika mfuko hivi mfuko wa koti labda wa suti, kwa lazima mshuti kwa ukaribu kabisa yani, unaizumu unaivuta ile, kwa inaonekana tu mkono na, akaleka mfuko na kabunduki kanavotoka pale, kwa unavoshuti ile, ni nzuri sana sawa. Inaitwa cut in. Ni muhimu sana hiyo kuitumia, kwa ili kuonesha ameshika kitu gani, mtu ajue ameshika kitu gani, au kama ni barua au kama ni simu anasoma, anasoma meseji gani, kwa unaweza ukaitumia katika mazingira kama hayo. Yes, usije ukashuti hii kama hauna sababu ya kushuti hii. Lengo ya hii shot ni kuonesha kitu ambacho kina muunganiko na movie. Kwa mfano labda movie inaitwa e, bunduki. Kwa lazima uoneshe bunduki hiyo kwa ukaribu kabisa, yaani lazima uoneshe kitu ambacho kina maana au kina muunganiko wa bunduki au kitakuja kuleta madhara au faida huko, e, huko pajapo, umeelewa au kuonesha ni nini kinachoendelea. Kwa lazima utumie hii shot, usitumie hii shot tu ovyo ovyo holela holela. Kwa mfano mtu unamfanyia tu interview eh, labda hauna lengo la kuonesha saa, labda saa yake haina maana sana au nini na nini, wewe unaanza kupiga piga miguu, unaanza kushuti shuti miguu, unaanza kushuti shuti mikono pasipo kuwa na sababu, unaonekana we sio kameramani mzuri na kazi yako itakuwa mbaya. Kwa lazima uwe na sababu ya kushuti hii, lazima iwe ina muunganiko katika scene au interview. Yes. Kwa hii inaitwa close up. Sasa hii close up bwana ni nzuri sana sana sana sana. Kwa sana, hii inaitwa close up. Close up bwana ni tofauti kabisa na ile extreme close up. Kumbuka ile inaitwa extreme close up, hii inaitwa close up. Ile extreme ilikuwa inakata kwenye paji na inakata kwenye kidevu, lakini hii bwana inaonesha kichwa chote. He, na, na shingo hapo. Kwa ni nzuri pia kuitumia kwenye interview kidogo, lakini kwenye movie ndo sana sana, na kwenye muziki, au sio? Kwa hiyo kwenye muziki tumia hii sana unavyoweza. Kwenye movie tumia hii sana unavyoweza kuonesha mtu anavyogeuka, anavyoangalia, anavyotazama. Yes, hii ni nzuri sana sana sana kwenye movie ya kutisha tumia hii, kwenye movie ya ya mapenzi tumia hii lakini movie ya action hii sio sana. Kwenye movie ya action movie za nini tuseme uh, romantic tumia hii. Yes, movie za uh, action labda hii inaweza ikagoma au ikakataa. Mara nyingi movie za action inapendeza sana ile inaitwa uh, cut-in, inapendeza kwenye movie ya action, lakini pia uh, medium close up inapendeza pia kwenye movie za action hii hapa, kwenye movie ya romantic tumia sana. Kama una movie ya romantic, basi shoti hii usikose. Kama ina movie ya nini ya, ya uh, uh, uh, nyingine yoyote usikose. Interview usikose, yes uh, naitwa Paul Mpate. Unaweza ukaendelea kufuatilia chaneli hii, tafadhali. Kama umependa subscribe, sawa sawa. Kwa hiyo kama umependa masomo haya, tafadhali naomba Uh, usubscribe, lakini pia dondosha komenti yako, nini unatamani kujua kwenye kwenye kwenye hii tasnia ya video production na graphics design vyote nitaanza kufundisha hapa. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kwenda shule kujifunza video production, achana nayo, mimi nitakufundisha hapa bure kabisa kabisa kabisa. Kama unataka kuwa mtu wa kuediti picha, unataka kuwa photographer, upige picha na uweze kuediti, hapa ndio mahali sahihi kabisa. Lakini pia kama unataka program za eh, video production production audio production, au unataka graphics, eh, unataka kufanya graphics, eh, unataka eh, program zake yes, au unataka mtu wa kukusaidia kushuti vitu kama hivyo, vyote unaweza ukatafuta namba zangu ziko hapo chini kwenye kwenye kwenye hapo chini hapo. Kwa hiyo unaweza ukaingia hapo ukaweka namba zangu ukaziona ukanitafuta nikakusaidia vizuri kabisa, kwa ukaribu. Kwa hiyo popote ulipo Uko mkoa gani? Uko Dar es Salaam au uh, uko Manyala, uko Mwanza, uko Singida, uko wapi? Uko wapi wewe? Na unatamani kujua video production, basi hakuna haja kufunga safari kuja Dar es Salaam kutafuta view. Yes, video production ni ajira kubwa, na imeajiri watu wengi, na watu wengi wana mafanikio sana kupitia video production. Nimeona nitumie fursa hii Kuwafundisha wengi na wengi wanufaike, maana wasomi wanasema vizuri kula na nduguyo. Kama na maarifa haya ninayo, basi ni vizuri kuwapa wengine nao wakajifunza na wakaweza kuelewa. Leo tulikuwa na somo la kujifunza basic shot ya kamera eh, zile shot muhimu. Zipo nyingi nyingi, lakini hizi ni shots muhimu zaidi ambazo lazima uzijue. Safari ijayo nitakuja na mambo mengi. Lengo ni kukufanya wewe uweze kujiajiri mwenyewe na ukatengeneza ajira kwa wengine na ukasaidia kutunza na kulea familia yako. Unaweza ukanishukuru, hata kama usiponishukuru, Mungu atanilipia. Asante sana kwa kunisikiliza. Naitwa Paul Mpate, video grafa, ideogras yes.